Taarifa kubwa kutokea kule Marekani ni kwamba imeondoa rasmi jina la Ahmed al Sharaa, rais wa mpito wa Siria, kutoka kwenye orodha ya watu wanaotajwa kama magaidi hatari zaidi duniani, kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, yani State Department. Taarifa hiyo imeeleza kuwa al Sharaa hapo awali alijulikana kwa jina la Muhammadi al Juran. Sambamba na hatua hiyo Marekani pia imeondoa vikwazo, yani sanctions, dhidi ya waziri wa mambo ya ndani wa Syria ndugu Anas Hassan Hatab. Kwa mujibu wa maelezo ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Uamuzi huo umechukuliwa kutokana na kutambua maendeleo yaliyofanywa na uongozi mpya wa Syria baada ya kuondoka kwa Bashar al-Assad na kumalizika kwa zaidi ya nusu karne ya ukandamizaji chini ya utawala wake. Hapo awali, Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa yaani, UN Security Council, nalo na lilitangaza kuondoa vikwazo dhidi ya Al-Sharaa na hata mapema wiki kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, al Sharaa ameripotiwa kukubali uwepo wa vikosi vya Marekani mjini Damascus, ingawa vyombo rasmi vya habari vya serikali ya Syria vimekanusha taarifa hiyo ambayo imetolewa mpaka hivi sasa. Kitu ambacho kipo nadhani Syria inajaribu kurudi kwenye ule ulimwengu ambayo watu wengi walikuwa wanaotambua ya kwamba ni taifa lina nguvu, ni taifa ambayo lina uwezo mkubwa pia, lakini sambamba ya hapo ni taifa ambalo watu wengi walikuwa wanalichukulia ni moja ya taifa ambalo lipo juu kweli kweli. Kwa hiyo kupitia taarifa hii ambayo imetolewa na Marekani, inawezekana ikiendelea kumpa nguvu Syria ya kuendelea kusimama tena, na labda vile vikwazo ambavyo walikuwa wamewekewa vikamrejesha sasa hivi, baada ya kurejeshiwa tena uhuru wake kwa viongozi wake, vikaja kumletea ukaribu na mataifa mengi na maendeleo yakazidi kurejea kwenye taifa lile.